Ya mambo vipi tena, mtazamaji wa Mbando Online TV. Asante kwa wewe ambaye tayari umeshakwisha kusubscribe katika youtube channel yetu, na leo tunakwenda tena kuwakaribisha memba wengine ambao bado hawajaweza kusubscribe katika youtube channel yetu. Uh, tunapenda kuwakaribisha kwa kuonyesha support yenu kwa kusubscribe katika maneno mekundu chini ya video hii yanayosomeka kama neno subscribe deni itakuja alama ya kengele, utajigongesha alama ile ama utaigusa alama ile kujihakikishia kuendelea kupata notification pindi tunapoendelea kuachilia video zetu, au mafunzo kuhusu hizi simu ambazo kila siku tunazitumia, lakini bado kuna vitu vingi ambavyo bado hatujaweza kuvifahamu sasa. Leo tutakwenda, nitakwenda kuwafundisha ama tutakwenda kuelekezana shortcut moja fupi sana, ambayo watu wengi walikuwa bado hawaijui. Na ukitazama kitu hicho unaweza ukasema labda ni maajabu au wa wazungu wanasema miracle, lakini sio kitu cha miracle, ni kitu ambacho kipo tu, ambacho kitu hicho ni mzungu alikiweka katika simu zake, baada ya kutengeneza akaamua weke hizo shortcut ambazo sisi watumiaji wake bado wengi hatujaifahamu, lakini kila siku jinsi tunavyozidi kutumia simu zetu tunaendelea kuzipata hizo shortcut, na kila tunavyozigundua huwa tunapenda tusigundue peke yetu. Unajua wanasema kizuri kula na mwenzako. Sasa vizuri hivi huwa tunapenda kushare, that's why tukatengeneza nani, tukatengeneza chaneli yetu ya WhatsApp kama hii ya mbando Online TV tukaweka programu hizo ambavyo vitu vingi ambavyo unavipata. Sasa kama hichi cha leo ni kitu ambacho watu wengi walikuwa hawajaweza kukifahamu. Sasa leo tutakwenda kuelekezana shortcut fupi kabisa ambayo watu wengi walikuwa hawajui. Shortcut hiyo ni kuweza kupata majina au kupata namba za watu ambao wapo katika group lako la WhatsApp, na bila kupitia katika njia ya kwenye group Info, nadhani nikisema group info inaeleweka zaidi. Yani group info ni kama hivi. Ukishaingia kwenye, amini ukishaingia kwenye group lako, kama unavyoona hizi conversation ambazo tulikuwa tuna chat. Sasa group info iko hapa juu kabisa hapa. Hiyo ndo group info ambayo ndo ukishuka hivi unaendelea kuona mimba wako. Sasa vitu ambavyo unaweza ku, ku, amini shortcut ambayo unaweza kuipata bila kupitia kwenye group info ni hii hapa kwenye sehemu ya kutype pale, utaandika v, then utaweka alama ya kujumlisha, then utaitumia hii alama ya at. Wengi huo wanaitumia, let's say unatengeneza email unasema, mfano kabisa, mfano kama unasema let's say, jina langu naitwa Evans, nitasema, Evans at gmail.com. Sasa ile at ndio unaoitumia hii hapa. Ukiweka pale, utaona majina au namba za watu wote kwenye group langu wameshatokea kwa design hiyo hapo, haina haja ya kuingia kwenye group info. Ya, kama hivyo ni hiyo tu njia fupi ama ujanja mfupi ambao tulitaka kuelekezana kwa siku ya leo. A, tunasema asante kwa wewe ambaye tayari umeshakwisha kusubscribe na kwa wewe ambaye bado hujasubscribe ni vyema ukasubscribe ili tuendelee kujuzana ama kufundishana hivi vitu ambavyo mzungu ameviweka katika simu hizi ambazo tunazitumia kila siku lakini bado hatujavijua kwa kila siku. Ugunduzi ama uvumbuzi unaendelea kujulikana unaendelea kufahamika, na kila unapofahamika, huwa tunapenda kujuzana katika hapa hapa channel yetu ya Mbando Online TV. Karibu tena, usisahau kusubscribe kwa wewe ambaye bado huja subscribe. Asanteni sana.